Marhaba, popote pale ambapo kwamba uko umeketi, tutako umesimama, ama uko sebuleni, uko sehemu yoyote ile ambayo kwamba unaweza ukaitazama hii, basi tunakujia moja kwa moja kutoka Liwazalon, katikati mwa kisiwa cha Mombasa. Maudhui ni kwamba kila jambo lolote lile lina mwanzo inzuri. Mwanzo ni nzuri, mwanzo ni mgumu lakini mwendelezo wake una mwendo, na mwisho wa jambo matukio huwa makumu. Ndio maana tulikuwa tumekwambia Barisa 101 itakuja na itakuja kwa nguvu kubwa. So yapo mengi tu ambayo kwamba ni ya kujadiliwa, lakini kikubwa kuweza kujadili yale ambayo kwamba yanachukua vitu vya habari hapa nchini. Nipe ambalo kwamba limejiri ni hivi sasa ni makala maalum ya kituo kimoja cha habari cha kimataifa hususan BBC ambayo imechemsha nchi kwenye ulingo wa kisiasa na kwenye maswala ya kijamii. Makala hii imezungumzia matukio yaliyojiri mwezi wa sita mwaka jana kuanzia tarehe kumi na nane mpaka kilele chake tarehe ishirini na tano ya mwezi huo, baada ya baadhi ya vijana kuweza kuuawa kwa risasi zile ambazo kwamba ni za moto, waliweza kupigwa pale katika majengo ya Bunge na picha zikaweza kuonyeshwa na makala hiyo. Na ili kupata ufahamu, ili kuelewa athari ya makala ile tumemtafuta moja kati ya watu ambao kwamba ni mashuhuri hmm, hapa nchini na kanda nzima ya Pwani kuhusiana na masuala ya kisiasa, lakini ni mfanyi biashara na ni mbobevu zaidi kwenye masuala kama haya ambayo kwamba yanajiri. Si mwingine ni Maur Bwanamaka, lakini atakuwa na fursa ya kuweza kujitambulisha kwako wewe ambaye kwamba unatutazama hivi sasa. Kwa majina rasmi naitwa Maur Abdalla Bwanamaka, kwa jina la majazi naitwa Matapu. Naam uh, Maur tunakufahamu kwa mengi, lakini miongoni mwa hayo mengi ambayo kwamba tunakufahamu nayo ni mchambuzi wa sayansi ya siasa. Makala ambayo kwamba imeleta vubutu hapa nchini ni makala ya kituo cha habari cha kimataifa cha BBC, wakaipa jina Blood Parliament, ama kwa lugha ya Kiswahili wakasema Bunge la Damu ni makala, bila shaka umeitazama ama kama kuisikia umesikia, unaizungumziaje wewe kama mtaalamu wa masuala? Naam no, uh, makala yenyewe nimeyaona kiasi na sikushabikia kuangalia mpaka mwisho, kwa sababu tukio hilo lilipokuwa likitokea nilikuwepo hapo Nairobi nilikuwa katika mchakato huo wa maandamano yote kwa sababu kwa hivyo, katika ile video nilikuwa sioni kitu kipya, kwa sababu nilikuwepo mwenyewe pale live oh. Okay. Na sikuwepo pale kama mwandamani huh, mwandamanaji, bali nilikuwa kama mpita njia ambaye tena, mwenye kugawa kubwekwa ku, ku, ku, ku, ku, na umbea, kwani nilitaka kujua kunaendelea nini, kwa sababu wengi waliohusika katika maandamano yale walikuwa ni vijana wa kizazi kipya na licha ya kizazi kika wenyewe walikuwa kijiita Gen Z. Sasa ukijiangalia mwenyewe ukianza kujiona na umvi moja mbili, unajishuku kwamba hapa sipo, si pako. Sasa lakini ni, kwa sababu ya hali ile ya upenda kufahamu mambo ya serikali ama matukio ya kila siku, nikawa ni mwenye kutembea na kuhusika na kuzunguka kila pahali na kuona yaliyokuwa yakifanyika. hmm. Ama kwa kweli, uh, kulingana na documentary hii ambayo imeletwa na PPC uh, ni documentary ambayo kwamba kwa lugha ya Kiingereza kusema naweza kusema kwamba imekuwa compressed compressed kiasi ya kwamba imelenga yale matukio ya shamrashamra za fujo zaidi okay, kinyume na kwamba maandamano yale kwa kiasi kikubwa sana yalikuwa ni maandamano ya amani, kwa kiasi kikubwa sana yalikuwa ni okay. ya amani kwa sababu uh -huh. ni maandamano yaliyoanza saa mbili mm -hmm yaliidhinishwa ni serikali, waziri Kindiki wakati huo alitoa idhini kuwepo na maandamano hayo ya wananchi kutoa hisia zao dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano na maandamano yale yalipiwa ruhusa yaweza kufanyika kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili unusu na vijana waliitika kwa maandamano yale kulingana na mtazamo um, um, um, wangu kwamba hiyo siku serikali walijitia wali cha kike wenyewe kutokana na kwamba walitaka kuonekaniwa kwamba wanazingatia mfumo wa demokrasia, haki za binadamu, haki za watu kuandamana, watu kutoa hisia zao, basi ndio wakatoa idhini ya kuanzia sa saa mbili mpaka saa kumi na mbili. Nao watoto waliposikia kwamba leo kuna ruhusa ya maandamano, wakafurika ndani ya jiji la na Nairobi. Kitu ambacho kilichofanyika ni serikali, uko hapo ilipanga, maanake idadi ya raia waliokuja na idadi ya polisi waliokuwepo pale ikawa ni ndogo. Polisi hawafiki hata elfu moja na umma wa watu Nairobi wameingia takriban milioni moja, na sasa kudhibiti hali ile ikawa sasa ni kizungumkuti kikuu, ni changamoto kubwa, tushafahamu eh? Alafu ghafla kumetokezea poti hili ambalo lilionekana limetoka Uhuru Park likaja likaruka bunge kwa nyuma li, nyingine likazunguka likapia watu mshawasha, watu wakaruka ile fence wakavuka. Sasa hawa wanakuja watu ambao wanaokuwa kama makomando, kwa sababu wana uelewevu rahisi wa kusikia risasi ikilia, wanazama chini, ikinyamaza wanainuka, wanasonga. Yani nikana kwamba ni pote la watu walikuwa wameagizwa maalum usafahamu, so oh. na mazingira yale sasa, lazima kwa mfano bunge ni protected area, ndio. It is a gazetted protected area na ukiamua kuivamia ki ki ki ki vurugu, ukiamua kuivamia ama kuingia pale bunge vile vile, kama leo tu, ambapo hakuna vurugu, hakuna lolote, hakuna chochote. kifanya tu kama unaenda pale, ungeko ndani uone, utajua maragwa ni mboga sasa hivi <laughs> So sababu ni protected area, yes. Sasa pindi watu wanapoingia kwa fujo unatarajia polisi wafanye nini? Hii mama wili ilikuwa ni polisi wawache wakose wa, wa, wa, wa, wa, kuwa wazalendo no. Watupe majukumu yao waweke silaha chini watoroke nende zao waliache bunge peke yake, yeah. Ambayo ingekuwa ni makosa kwa wao kwa, kwa, sababu ingerudi washikwe sasa waambie kwamba waliabskondi tuti. Option ya B aidha, ndia ni wafurushe nini, wafurushe nini, watafute, lazima watadondoa mmoja ule kiiki mbele mbele, na lazima watajifanya hawamu ili kutia hali ya uoga, lazima watashtua na hawa wetu kwa kiasi fulani, kwa mazingira yaliyokuwepo mm -hmm. mimi naona walijitahidi sana kwa sababu polisi walikuwa wamekuwa overwhelmed by 1 to 30 ama 1 to 50. Ina, kwa hivyo hata ukisikia kwamba Yes, BBC wanatuletea documentary, wanajaribu kwa analyze kulenga ni fulani na fulani waliofanya mambo haya yeah, aima kwa sababu labda serikali yetu mambo yale haijafuatilia kwa kasi inapikaniwa, no uh -huh. Tunajua katika nchi yetu kuna matatizo hayo, taasisi zetu nyingi ni taasisi za kupatia watu mishahara tu uh -huh. Lakini unapozipa majukumu ya uwajibikaji uh -huh. huwa ni wazito taasisi yetu uh -huh. kukua kuwajibika Mo, moja ya ta taasisi kama hii ta yeah, ni taasisi ya upiganaji na ufisadi. Ni taasisi vivu, haiwezi kushika mtu kwa ufisadi ila ishurutishwe na wanasiasa ndio ifanye kazi yake. Kuna mambo taasisi za ombudsman uh -huh. ni taasisi vivu hizo, za police oversight itaipoa, ni taasisi vivu ni watu tu wanapewa mshahara mkubwa, wavai masuti mazuri, wakipiga makeup, waje wakizungumzia Kiingereza kikubwa cha ajabu kwa ajabu, lakini kuwajibika kwa mujibu wa katiba ilivyo, unapotaka ina hawa wajibu wako kushelewa. Wakati ile makala imetolewa, ni wiki moja ama siku za kuhesabu, mswada mwingine wa kifedha wa mwaka huu utakuwa makoloko bungeni uh, lakini pia ni mchakato wa bajeti nyingine ambao kwamba itakuwa inasoma mwaka elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita ambao kwamba tayari umeanza. Je, unaamini kwamba uh, ile makala inatumika kuweza kuamsha tena joto la wale vijana ambao kwamba umewaita jenz kuweza kuwa na mwamko mpya kuhusiana na bajeti nyingine ambayo hiyo <todulio> ni taswira inaoingia akilini, kwa sababu, kwa nini sasa? Kwa nini wanaleta dokumentari hiyo sasa? Wakati tumetaka BBC watulete dokumentari, wangetuletea vile ambavyo walikuwa wakiua maumau Waingereza hapa, au wakitudhulumu sisi wakati wa kupigania uhuru, kwa sababu huu uhuru hatukupata kwa sawu, umuru, hatu wao ndio walitutawala okay. Na hatukupata kwa kutia dua bwana okay. Watu walienda msituni bwana <laughs> watu waliteseka, watu wengi walikufa kwa, kwa nini ilikuwa lazima gani wafe? Kama hawa walikuwa na najua muhimu wa uwepo wa demokrasia, sasa wangetangulia wao wakaonyesha ustaarabu. Ae wametuweka katika mazingara tata ya ya ya kutawalana kiutata, wangetangulia wao kuongeza ustaarabu na leo tuatuna viki hizi lakini maradhi haya tuko nao ya kila kitu, ni nguvu nguvu, shike shike, tabu, ukabila, ujinga mwingi, ufahamu. Ni mazingira waliowekeza wao, kwa manufaa yao wao. Hadi leo ufahamu, eh. So haya mazingira ambayo kwamba tunapitia sasa ni wamewekeza wao. Kwa sababu wakati yeye Mwingereza ametua hapa, ametawala Kenya kama koloni, akafanya nini, hata siku moja hakutaka Afrika hapo na chama cha siasa, wala hakutaka hata alipo, hii alipokubali kwa nguvu hakutaka kuwe na multiparty. Ushafahamu, wakati alipoondoka hapa, amemshurutisha huyo huyo ambaye alimwachia utawala abaki na utawala chama kimoja. Lakini sasa walipotoka wao vilevile, ushafahamu, walitoka na kutuambia kwamba tukitaka kujitawala vizuri, lazima tuwe na mfumo wa vyama vingi. Wakati alipokuwa akitawala yeye, mbona hakutaka kuwa na vyama hivyo, si ndio? Na kwa nini kuja na hii documentary karibu na wakati kumeanza mchakato mwingine wa kwa kutengeneza mapendekezo ya mwaka wa fedha wa elfu ishirini na tano ishirini na sita hemu angalia tena hapa, Ruto kwenda China tu na kupokea wa kiajabu ajabu. Sasa hizi nchi za kimagharibi wana tugulia ufala tu, unajua wana machungu, kwa sababu hivi uh, ni viji nchi walivitengeneza wao. Kwa hivyo lazima viende vile wanavyotaka wao na pili, tunapojisahau sahau tukajifanya kwamba we are a sovereign nation, wanatukumbusha na utumia vituko. Wanaweza kufadhili hata Alshababu, wakabaki kulaumu Wasomali bure hapa kwamba Wasomali ndo wanatungililia, kumbe hawa Alshababu ni alishabigu watumani hawa hawa Waingereza. Ndo mpaka leo Nigeria hawaelewani kwa sababu ya Boko Haram, na ukiwachunguza kabisa Boko Haram ukakuta ufadhili wao unatoka wapi, hawa hawa Wasomali. So, na kama leo Tanzania unaona yale matatizo yanaowakabili eh? Mm. Wale waliokatiwa zile kandarasi za u, za, mm. za ufuaji na mm. ugemaji wa madini haramu, ndio wanakwenda wanafadhili opposition, naona wanafadhili opposition na ghafla bivu, rais mumemchagua wenyewe, mtidhani ni wa maana na ikiwa amekata mirija ya wale mm -hmm. basi wanasababisha mtafaruku hapo, mnakuwa hamuelewa hapo wala. Kwa hivyo hatusemi kwamba serikali iwe na ukimitimba mm -hmm. wala hatusemi kwamba rosaire gusto kwa rosa, rosa, rosa, mata la rais Ruto ni bora, ni nzuri, ni hodari mm -hmm. anajaribu kiasi chake, lakini kazi ya kuongoza nchi ya Kenya si ndele mama si kazi rais, kwa sababu ni nchi ambayo kwamba washika dau na watia dau ni wengi. <laughs> unaona sasa unapokalia ule utawala pale, kuna watu unaweza kuwakatia mrija bila kujua na kuna wengine utawakatia mrija ukijua. Unachofahamu? Sasa kama wale ambao wamekatia mrija kwamba hawajua kisa na maana ni mrija umekatwa. Si kwa sababu ni waadilifu. Ah ah. Hadi wakipewa watakuwa na maajabu, utendekaji mzuri ni warongo. Ni mrija umekatwa. Sasa na ile like process kuna mirija ingine pia rais ukata bila kujua, kwa sababu ndio mbaya sana kwa sababu inaweza kuchemsha, inakuchemsha kwa njia, kwa sababu mimi mwenyewe nimepata binafsi ya kuinterview wengi ambao walikuwa hawajui kwamba wameenda kulalamika barabarani wakilia mm -hmm. kwamba serikali imeamua itatoza kodi fedi. mm -hmm. Serikali itapotoza kodi, sijui mambo ya internet, mambo kama hii ya mitandao ya kutengeneza content, content. Serikali itakodi yani, vitu vingi ambavyo kwamba vilienda vikatolewa mm -hmm. Lakini vijana ama wazazi wao walikuwa hawana habari kama hivyo nini imetolewa, bado walikuwa wanapinga tu kwamba no finance bill, no finance bill, no finance bill, reject finance bill, wewe